Hii mambo ya usajili wa makurutu hapa Kilifi tunabaguliwa sana. Hawa vijana wamesikia, hawana kazi, wametokwa na imani na idara ya polisi. Wanakuja wengi, wanakimbizwa, wanakimbia uwanja, wanatokwa na jasho, pumzi zinapotea, lakini unasikia ni watu wawili ama watatu wamechukuliwa. Unasikia nafasi ni za watu wa juu. Hawa watu wa juu wanatoka wapi? Lazima sisi kama viongozi tuliochaguliwa na wananchi tuweze kuhusishwa na mambo ya kufanya usajili wa makurutu katika maeneo haya. La mwisho, wakati ambaye sasa ni naibu wa rais alipokuja kule e, Gotani alisema tutakuwa na division mbili Jibana na Kayafungo. Jibana tayari imesajiliwa, bado Kayafungo. Na pia akasema kwamba kwa sababu ile ardhi pale polisi wapo imetolewa hati miliki na mtu binafsi. Akasema kama kuna wananchi wanaweza kujitolea, anaweza kujenga police station. Nataka nikwambie, kuna familia imetoa ekari nne. Kwa hivyo tunaweza kushirikiana na wizara yako na CDF tujenge eh, eh, police station ya kisasa, ambayo itasaidia, kwa sababu Gotani ile mahali iko karibu, ni sehemu za Ganze. E, Kaloleni na Mariakani. Kwa hivyo hapa katikati kukitokea jambo la usalama hakuna e, hawawezi kuenda ni pikipiki tunatumia. Kwa hivyo tunaomba hiyo e, station ijengwe na pia tupate gari mbili ili hali ya usalama iweze kuendelea. Mengine nitakuona mwenyewe uso kwa uso. Asante.